Natoa pongezi kwa wote mliokuja na wote mlioshiriki, asanteni sana, kwanza kwa kuiheshimisha Morogoro. Kama mnavyojua, katika kipindi hiki tuna amba watu ambao wasiotutakia mema tatengeneza maneno ya hovyo hovyo, nyinyi mmekuja na mmeuhakikishia Tanzania kwamba Morogoro ni salama. Ukosefu wa michezo miundombinu ya michezo mahala pa kazi, tutamfikishia atusimamie kufanya hii harambee ya kuongeza udhamini. Yeye mwenyewe tumwombe mlezi, kwa nafasi yake, awaite watu wote, aseme sasa bwana, taka tufanye udhamini mapema ili mashindano yaandaliwe, kwa sababu mashindano, maandalizi nayo yana gharama mbili tatu, lakini atusaidie kuwalazimisha na kuwaambia waajiri kwamba kama ilivyokuwa kwenye haki na stahiki zingine za waajiriwa wao, wana michezo kwenye taasisi zenu kushiriki kwenye masuala haya pia iwe ni haki yenu ya msingi. tunaomba kuziwasilisha kwako baadhi ya changamoto hizo ambazo tunaamini kupitia wewe mlezi wetu zitamfikia na kupata utatuzi. Moja. Ukosefu wa miundombinu ya michezo kwenye maeneo ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kumekuwa na changamoto hizi za taasisi nyingi kutokuwa na maeneo ya michezo kwa ajili ya wafanyakazi. Tunaomba kunisema hili kwa viongozi wa taasisi kuweza kuona umuhimu wa kutenga maeneo yanayokuwa na mazingira rafiki kwa wafanyakazi kufanya mazoezi na michezo mara baada ya majukumu ya kazi. Mbili, ukosefu wa udhamini wa kutosha kuendesha michezo ya SHIMMUTA. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirikisho kulikuwa na changamoto ya upungufu wa bajeti kwa kuendesha mashindano yetu, hali inayopelekea kushindwa kufanya maboresho makubwa na kuongeza hamasa zaidi ya michezo hii ya SHIMMUTA. Tunaomba utusaidie kufikisha ujumbe huu kwa wakuu wa taasisi, mashirika na makampuni walioko hapa na wale ambao hawako tayari kupata udhamini katika michezo hii, kwani kwa kufanya hivyo tutakuwa na nafasi ya kufanya mambo mazuri na makubwa zaidi katika michezo yetu ya shirikisho la shikota ia inatoa wito kwa Watanzania wote kwa wanajamii wote kushika fursa zote za AFCON 2027.